Okay, karibu kwenye mwendelezo katika kuedit gazeti. Tuende kuangalia tools ya kuchora maumbo mbalimbali, ambayo tools yetu ni hii hapo na kliki, kisha kliki tuenda moja kwa moja. Tukifika hapa, unachora sasa umbo utakaolichagua wewe, unachora umbo letu kama hilo ilapo tayari mbolezi ndo mbo, kama hiyo tunavyoiona. Then tukitoka hapo sasa, umbo tumeshaliona unapendekeza aina ya rangi utakataka kuitumia, then tunaenda hapo moja kwa moja tuna click ya, zinakuja rangi mbalimbali sasa so, unachagua ni rangi gani utakayoipendelea wewe. si tuweke rangi nyeupe, ndio hadi moja kwa moja nyeupe una click Oh, tubadilishe rangi atuweke nyekundu ili ionekane vizuri. Yeah. Rangi yetu ndo kama hii hapo. Okay. Lakini pia ukitaka kuchora maumbo mengine tunaenda hapa hapa hapa tena kwenye tools zetu, unabonyeza. Ukishabonyeza bonyeza una, una, una left click Okay, anakuja mambo tofauti tofauti. Sasa unachagua kama unataka polygon, ili la duara, elipse au rectangle. Sasa sisi tuende kwenye polygon hapo. Okay, na click here, then unakuja unachora umbo okay, the... okay, tunachua polygon. ugoleti ndo hilasindi kwenye rangi sasa, tukalipake rangi then, unakuja hapa kwenye rangi una click, then unachoose aina ya rangi, tuweke rangi ya blue tu, preview tuone maumbo yetu yamekaaje. K okay, um, kama tunavyoona hapa mambo, um, yetu ndio yako hivyo uh-huh.